Imebaki kidogo tu Simba kucheza na timu ya Chelsea, ambapo imeeleza shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya mabadiliko ya ushiriki wa vilabu kutoka vilabu viwili hadi vitatu. Kwa mfano, kama nchi ina mabingwa wawili wa, willi, wa CAF, eh, CAF Champions League kwenye mzunguko wa ubingwa, kutakuwa na nafasi moja eh, iliyobaki ambayo itapewa timu kulingana na nafasi yake ya ubora hivyo itafanyika itafanya ushiriki wa vilabu kuongezeka kutoka vilabu thelathini na mbili hadi arobaini na nane. Lengo la kufanya hivi ni kunusuru vilabu kukosa nafasi ya kushiriki michuano hiyo, kama ilivyotokea kwenye makala ya kwanza yaliyofanyika nchini Marekani, ambapo inaweza, mnyama akijikaza kidogo, tunaweza kumkuta anashiriki FIFA Club World Cup ambapo Simba yeye mwenyewe ana pointi ana pointi nyingi na anashika nafasi ya tano kwa ubora barani Afrika hivi kwa timu ambazo zinashiriki klabu bingwa barani Afrika, yani kati ya Simba pamoja na, na Yanga basi, Simba ana nafasi kubwa ya kuweza kushiriki kwa sababu ya kuwa nafasi ya tano katika viwango vya viwa ubora barani Afrika katika timu ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali ya bara la Afrika. Lengo hili la FIFA ni kuweza kuona klabu nyingi zaidi duniani zinashiriki klabu bingwa ya dunia hivyo, na kufanya timu ambazo ziliweza kushiriki, ambapo kwa mkondo wa kwanza ilikuwa ni thelathini na mbili, basi itafanya kuwa timu 48. Hivyo, kama Simba ataendelea kuwa mkali mkali na akaweza kuweza kufikia kubakiza nafasi yake hiyo ya tano barani ya Bane Afrika, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kushiriki na kukubwa. Na timu kama Chelsea, Bayern Munich, lakini na timu nyingine kama Tottenham, ambapo Simba itakuwa imejiwekea rekodi ya pekee kwa kuwa kwa kuwa ndio timu ya kwanza kucheza klabu bingwa ya dunia, ambapo FIFA umeweza kufanya mabadiliko hayo, na hapo lengo lao ni kuweza kuona klabu nyingi zaidi zinashiriki kwenye hayo mashindano, ambapo awali zilikuwa zinashiriki timu chache. Kwa hapa Afrika ziliweza kushiriki takribani timu nne pekee kati ya timu zote ambazo zinashiriki mashindano ya kafu barani Afrika, hivyo Simba huenda akapata nafasi hiyo ya kushiriki World Cup.